Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi Kiswahili cha Simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo nina kusimbia hadithi inayokwenda kwa jina Kijakazi wa Kiume au Houseboy kwa Kiingereza. Ni riwaya iliyoandikwa kwa mtindo wa shajara yani diary na Mkameruni anayejulikana kwa jina la Ferdinand Oyono, iliyochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1956 kwa lugha ya Kifaransa, kisha ikatafsiriwa kwa Kiingereza mwaka 1966 na John Reed. Riwaya inaanzia Guinea ya Kihispania, yani Spanish Guinea kwa Kiingereza, ambako mfaransa mmoja aliye likizo anakutana na kijana aitwaye Toundi aitwa ambaye amejeruhiwa vibaya na yupo maututi, yaani wa kufariki muda wowote. Mfaransa huyo anachukua daftari ambalo Toundi ameandika kumbukumbu zake na ambalo Toundi mwenyewe analiita daftari la mazoezi. Sehemu iliyobaki katika simulizi hii inaundwa na maandishi yaliyomo kwenye daftari hilo ambayo yatasomwa na Mfaransa aliyeliokota daftari hilo la Toundi. na baada ya hapo hakuna maelezo zaidi juu ya Mfaransa huyo. Mandhari ya riwaya hii. riwaya hii imezungumzia mambo ndani ya bara la Afrika wakati wa utawala wa koloni hususan ni katika koloni la Kifaransa lililotawaliwa kwa sera ya kumfanya mtu mweusi ajihisi Mfaransa. Mandhari hii inaonyesha jinsi Waafrika walivyodhalauliwa na kutendewa kikatili na Wafaransa katika kipindi hicho. Ni mazingira yanayoendana na hali halisi ya mataifa mengi ya Kiafrika yaliyokuwa chini ya utawala wa Kifaransa. Zaidi ya hapo, riwaya hii inaenda mbali zaidi kwa kuchunguza namna watu wanavyotenganishwa kwa misingi ya rangi katika sehemu mbalimbali za dunia. Riwaya hii imegawanywa katika sehemu kuu mbili ambazo ni mazoezi au diaries, au exercises kwa Kiingereza. Hivyo simulizi litafuata mtiririko wa kumbukumbu zilizoandikwa na Toundi katika daftari lake. Aidha, uhusiano wa matukio au plot, unaweza kugawanywa katika sehemu kuu tisa. Jambo la msingi la kukumbuka kabla sijaanza kusimulia riwaya hii ni kwamba riwaya hii imeanza na tukio la mwisho, yaani kifo cha Toundi ambaye ni mhusika mkuu. Hali hii tunaiita flashback. Kanani, asante. Tukio la kwanza, Toundi anaonekana katika Guinea ya Kihispania. Riwaya inaanzia Guinea ya Kihispania ambapo Mfaransa mmoja ambaye yuko likizo anakutana na kijana mwafrika aitwaye Toundi. Wakati huo, Toundi ni mgonjwa sana na anakaribia kuiaga dunia. Mfaransa huyo anachukua daftari ambalo Toundi ameandika kumbukumbu zake na ambalo Toundi mwenyewe analiita daftari la mazoezi, yani exercise book. Eneo hili la Guinea ya Kihispania ni kisiwa kilicho katikati ya bahari ya Atlantic. Toundi ambaye anatoka Kamerun anaonekana katika kijiji cha porini cha Mfoula akiwa amejeruhiwa vibaya, damu ikiwa imetapakaa kwenye mavazi yake. Mwenyeji wake aitwaye Anton na mkewe wanamhudumia kadri wanavyoweza. Ngoma hupigwa na watu wa kijiji hukusanyika kushuhudia hali ya Toundi. Toundi, akiwa katika maumivu makali, anawaeleza watu jinsi alivyoteswa na wazungu. Kisha anafariki anawaachia begi lake la kaki, chanuo, mswaki na madaftari mawili aliyokuwa akitumia kuandikia kumbukumbu za maisha yake. Sehemu iliyobaki katika simulizi hii inaundwa na maandishi yaliyo kwenye daftari hilo ambayo yatasomwa na Mfaransa aliyeliokota daftari hilo la Toundi. Na baada ya hapo hakuna maelezo zaidi kuhusu Mfaransa huyo. Kio la pili: maisha ya Toundi nyumbani kwa baba yake. Shajara ya kwanza au exercise book ya kwanza inaanzia pale ambapo Toundi anaishi na familia yake. Baba yake humpiga mara kwa mara, jambo linalomfanya kutoroka nyumbani. Toundi anaenda kutafuta hifadhi kwa Padri Gilbert, kasisi wa Kifaransa anayeishi karibu na kijiji chao. Baba yake anakuja kwa Padre Gilbert ili amchukue Toundi na anamwaahidi Toundi kuwa mambo yatakuwa sawa endapo Toundi atarudi nyumbani, lakini Toundi anakataa kurudi nyumbani. Tangu wakati huo Toundi hawatambui tena wazazi wake. Inasemekana kuwa sababu ya awali ya kukimbia kwake ni ulafi wake uliosababishwa na ugomvi kati ya baba yake na baba wa rafiki yake, kwa tamaa ya vitu vidogo kama kulamba sukari gulu Toundi anaamua kutoroka na kutafuta makazi kwa Father Gilbert. Tunaambiwa kuwa mama yake alikuwa akimuonya akisema kwamba ulafi wake utamletea mauti. Toundi anasema kwa maneno yake kwamba mama yangu daima alikuwa akisema ulafi wangu ndiyo utakaonifikisha mwisho. Licha ya maneno hayo, Toundi anaendelea kupinga mamlaka ya wazazi wake na kuamua kufanya kazi kama mfanyakazi wa ndani Yani, houseboy kwa wazungu waliokuwa kijijini kwao, kutoka nyumba moja hadi nyingine. Toundi anaeleza uzoefu wake kupitia maandiko ya shajara yake, akionyesha jinsi alivyovutiwa na maisha ya kizungu na tamaduni za kigeni. Tukio la tatu: maisha ya Toundi na Padri Gilbert. Toundi anamchukulia Padri Gilbert kama baba yake mpya baada ya kuondoka nyumbani. Padri huyo anamfundisha kusoma na kuandika na pia anamfundisha imani ya Kikatoliki. Mwanzoni Toundi anaamini kwa dhati katika Ukristo, lakini kadri muda unavyosonga, imani yake inaanza kudhoofika hadi mwishoni kabisa ambapo hana imani tena na Mungu. Kadri anavyoishi karibu na wazungu, Toundi anaelewa kuwa si kila king'aacho ni dhahabu. Anaanza kuona unafiki wa wazungu jinsi wanavyowadharau na kuwadhalilisha waafrika wenzake kwa kujiweka kama bora zaidi. Hivyo anaanza kutilia shaka kanuni na misingi ya hao wazungu wanaoitwa waungwana. Hatimaye mtazamo wake wa kupinga uongo wa wakoloni unakuwa chanzo cha anguko lake. Kama mwandishi anavyosema, kila mzungu alikuwa na hadithi yake ndogo ya kiafrika ya kukanusha na kuthibitisha kwamba Mwafrika ni mtoto au mjinga tu. Maneno haya yanaonyesha ubaguzi na dharau zilizokuwa zikifanywa na wazungu dhidi ya Waafrika na jinsi Toundi alivyoanza kugundua ukweli wa maisha ya kikoloni. Tukio la nne: kifo cha Padre Gilbert na maisha ya Toundi kwa Commandant. Baada ya muda mfupi wa kuishi pamoja na Padre Gilbert, Padre Gilbert anafariki kwa ajali ya pikipiki Kifo chake kinamwacha Toundi akiwa mpweke na mwenye huzuni kubwa, kwani alimchukulia kama baba wa pili. Nafasi ya Padri Gilbert inachukuliwa na Padri Vandamea ambaye ni mkali, mwenye ukatili, asiye na huruma kabisa. Toundi anaishi kwa muda mfupi chini ya Padri Vandamea, lakini maisha yake yanakuwa ya mateso makubwa. Padri huyu anamtesa na kumdhalilisha na mwishowe Toundi anakabidhiwa kwa Mfaransa mwingine anaitwa Commandant, ambaye ni kiongozi mkuu wa eneo hilo la kikoloni. Lakini wakati Toundi anakabidhiwa kwa Commandant, Padri Vandamea anamwambia Commandant amwadhibu sana Toundi endapo ataenda tofauti na maelekezo. Huku kwa Commandant, Toundi anakuwa mfanyakazi wa ndani, yani houseboy, na baadaye anaendelea kumtumikia mke wa Commandant anaitwa Madame Suzy. Kadri siku zinavyosonga matukio yanayotokea ndani ya nyumba hiyo ya Commandant yanakuwa ya, ya muhimu zaidi kwa Toundi kuliko maisha yake mwenyewe, kwani kupitia matukio hayo anaona wazi kabisa ubaguzi na unafiki uliofichwa nyuma ya sura ya ustaarabu wa Kizungu. Tukio la tano: kuwasili kwa Madame Suzi ambaye ni mke wa Commandant baada ya takribani miezi mitatu tangu Toundi alipoanza kuishi na Commandant. Mke wa kamandanti aitwaye Madame Suzi anawasili kutoka Ufaransa. Kamandanti anasafiri hadi Younde kumpokea mkewe ambaye anasemekana kuwa ni mzuri wa sura na mwenye mvuto mkubwa. Madame Suzi anaonekana mwanzoni kama mwanamke mwenye upole, huruma na tabia nzuri, lakini pia uzuri wake unawavutia wanaume wengi mjini, jambo linalomkasirisha mme wake ambaye ni kamandanti. Mara tu baada ya kuwasili, kamandanti anasafiri tena kwenda ziara ya kikazi, na hivyo Toundi anabaki nyumbani akiishi na Madame Suzi. Kadri muda unavyoenda, tabia ya Madame Suzi inazidi kubadilika. Anakuwa mkali mwenye kiburi na anamdharau sana Toundi. Wakati kamandanti akiwa bado safarini, Madame Suzi anaonekana kuchoshwa na maisha yake ya upweke. Anaanza uhusiano wa kimapenzi wa siri na Mr. Moru ambaye ni mkuu wa gereza. Mr. Moru anajulikana kuwa mkatili sana kwa Waafrika. Toundi mwenyewe anashuhudia tukio ambapo Mr. Moru anawapiga viboko Waafrika wawili nusu ya kufa. Ndani ya muda mfupi, fununu kuhusu uhusiano wa Madame Suzi na Mr. Moru unasambaa haraka kama moto wa msituni wakati wa kiangazi. Wakazi wote wa Dangan wanajua uhusiano kati ya Madame Suzi na Mr. Moru. Kwa kuwa Toundi mara nyingi hutumwa na Madame Suzy kumpelekea ujumbe Mr. Moru, Toundi anashutumiwa kuwa yeye ndiye ambaye amewajuza watu kuhusu uhusiano huo. Hivyo tangu hapo uhusiano kati ya Madame Suzy na Toundi unaanza kuwa mbaya sana. Madame Suzy anamdhalilisha na kumtesa Toundi, huku Toundi naye akianza kumpotezea heshima, jambo linalochochea uadui mkubwa kati ya Madame Suzy na Toundi. Shajara ya pili au dayali ya pili kurudi kwa commandant. Hili ni tukio la sita. Shajara ya pili inaanza na kurudi kwa commandant akitoka kwenye ziara yake. Baadaye inagundulika kuwa alirudi nyumbani akiwa na ufahamu kuhusu uhusiano kati ya mke wake na Mr. Moruno. Commandant anaingia katika ugomvi mkali na mkewe ambaye ni Madame Suzy, lakini baada ya siku chache wanapatana na kurekebisha uhusiano wao. Hata hivyo Madame Suzy anazidi kuwa mkatili na kumsaliti Toundi. Sababu ni kwamba hafurahii uwepo wa Toundi na pia Toundi anajua uhusiano wa siri kati yake yeye na Mr. Muru. Hali hii inachangia unyanyasaji na dharau zaidi kwa Toundi, Toundi akionekana kuwa kiboko katika nyumba ya koloni huku akijaribu kuhimili uhalisia wa maisha ya kikoloni na ubaguzi ulio wazi kabisa. Tukio la saba: Toundi anafikishwa gerezani. Siku moja Sophie, kijakazi wa injinia wa kilimo, ambaye anasemekana kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Toundi, alichukua pesa kutoka kwenye sanduku la bosi wake. Sophie, ambaye pia anasemekana kuwa katika mahusiano na bosi wake injinia, anashutumiwa kuiba mishahara ya wafanyakazi wa injinia, huku akisaidiana na mpenzi wake Toundi. Sophie anakimbia kwenda Gwinea ya Kihispania, lakini Toundi anashikiliwa na polisi huko Dangan kwa sababu wanadhani kwa kuwa ni mpenzi wake hivyo anajua siri yote. Toundi anashikiliwa na kuwekwa rumande karibu na makao makuu ya polisi. Kwa bahati anapata rafiki mmoja anayeitwa Mendim. Mendim ni mnyampala mwenye misuli mikubwa na anayeogopwa na watu wengi, lakini tunaambiwa kuwa anamsaidia Toundi kwa hali na mali. Mr. Moru anamwagiza Mendim amchape Toundi, lakini Mendim anampaka Toundi damu ya ng'ombe ili aonekane kama amejeruhiwa vibaya. Kisha Toundi na Mendim wanacheza karata. Hata hivyo, Toundi anaugua na Mendim anampeleka hospitalini. Wakati wapo hospitali, inawapasa wasubiri kwa muda mrefu ili waonane na daktari. Daktari anagundua kuwa mfupa wa mbavu za Toundi umevunjika na hadi kuumiza mapafu yake. Wakati bado yupo hospitali hajitambui, Mr. Moru anarudi akiwa na daktari mzungu, anazungumza kuwa Toundi anatakiwa aadhibiwe zaidi. Uhusiano kati ya Toundi na Commandant unazidi kuwa mbaya, na hivyo Commandant anampa ruhusa Gullet, ambaye ni mkuu wa polisi, kumshikilia na kumdhalilisha zaidi Toundi. Tukio la nane, Toundi anafikishwa mikononi mwa polisi. Wakati Toundi yupo mikononi mwa polisi, nyumba yake inakaguliwa na polisi kwa makini. Yeye anadhalilishwa vibaya na kujeruhiwa vibaya, hasa kwenye ubavu wa kushoto ambapo alipigwa na kitako cha bunduki. Mendim anampeleka Toundi hospitali na baadaye Toundi anakimbia na kuhamia Guinea ya Kihispania. Hii inaonyesha mshtuko na mateso aliyoyapata Toundi kwa sababu ya wivu, ubaguzi, na udhalilishaji wa kikoloni. Tukio la tisa, kimbia kwenda Guinea ya Kihispania. Baada ya Mr. Moru kuondoka, Toundi anatoroka hospitali na kuelekea Guinea ya Kihispania ambapo tunamwona mwanzo kabisa wa riwaya hii. Toundi amekimbia kutoka Kamerun ambako alikuwa akitafutwa kwa kosa aliloshutumiwa kulifanya, kosa ambalo hakulifanya. Kama kijakazi wa kiume au houseboy, Toundi ameshuhudia mambo mengi sana kwa wazungu. Ingawa Toundi alikuwa mgeni na asiye na hatia, hakuweza kukaa kimya katika kila jambo baya lililokuwa likimtokea, na mara nyingi alijiuliza juu ya matukio aliyoyashuhudia. Hali hii ilimweka katika matatizo na mke wa bosi wake ambaye ni Madame Suzi na hatimaye kusababisha kifo chake baada kukimbilia ya kukimbilia Gwinea ya Kihispania. Moja ya matukio ambayo Toundi ameyashuhudia ni pale ambapo aliweza kuona kondomu chini ya kitanda cha mke wa bosi wake alipoombwa kusafisha eneo hilo la chumbani. Mke wa bosi wake ambaye anaitwa Madame Suzi, ghafla baada ya kugundua kuwa Toundi ameona kondomu hiyo, alimfukuza nje ya chumba. Na Toundi akabaki anashangaa na kujiuliza mwenyewe. Hakuweza kuelewa kwa nini kipande hicho cha mpira kinaweza kumkasirisha mke wa bosi wake. Na hivyo alienda kumuuliza mfanyakazi mwingine wa nyumba na akamwambia, Toundi, je, hujajifunza kamwe kazi ya houseboy? Siku moja utakuwa chanzo cha matatizo makubwa. Ni lini utagundua kuwa kwa wazungu unaishi tu kwa ajili ya kufanya kazi zao na hakuna kufanya jambo lingine? Mimi ni mpishi mzungu uniona tu pale anapokuwa hakitaji chakula. Licha ya kuwa mwenye hatia kidogo na kuvutiwa na tabia za wazungu, Toundi anaendelea kuuliza maswali hata baada ya Kalisia kumwambia aondoke kwenye nyumba, huku akisema hawatakusamehe kamwe kwa hilo. Ni jinsi gani wanaweza kuendelea kutetemeka huku sigara ikiwa kinywani mwao mbele yako huku ukijua hivyo? Utabiri wa hatari uliotolewa na wazee unathibitishwa. Uwazi wa Toundi na tabia yake ya kusema ukweli unamuweka kwenye njia ya kifo chake chenye hatari. Na huu ndio mwisho wa riwaya yetu. Usisahau kufuatilia riwaya inayoitwa Unanswered Cries, vilio visivyojibiwa. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, natumai umejifunza mengi. Naomba usahau kusubscribe, comment, kulike na kushare, ili kunipatia nguvu ya kuendelea kuandaa Simlizi zingine. Ni wako David Michael Wimbi, nakupenda sana. Mungu akubariki, kwa heri.